Jengo letu ni kila Mtanzania, kila Mwanarukwa awe karibu na maji safi na salama. Tunajua miradi ya maji inakwenda karibu sawa na miradi ya barabara. Miradi ya maji ni ghali mno, ni pesa nyingi mno. Tunazungumza hapa kuyatoa maji kutoka ziwa Tanganyika, kuyaleta mpaka huku na pengine yaende mbali zaidi. Kwa sababu tunazungumza kuwa na gridi ya maji ya taifa, na gridi hii itatumia vyanzo vitatu vikubwa: ziwa Tanganyika, ziwa Nyasa na ziwa Victoria. Huko ndiko tutakakotoa tia tatu, hizo zitakwenda pahali zikutane, tufanye maji ya gridi ya taifa, tuwe na storage, akiba au hifadhi, ndio neno zuri, hifadhi ya maji mengi, ambayo hii ndio gridi yetu ya taifa. Upande wowote ukikosa maji, basi gridi inafanya kazi ya kugawa maji upande uliokosa maji. Kwa hiyo tunapozungumza maji safi na salama, hatutani. Tumejipanga kutumia fedha nyingi sana kufanya gridi ya taifa, ili kila Mtanzania awe karibu na maji safi na maji salama. Kazi na utu, tunasonga mbele. Chagua Samia, chagua CCM. Oktoba 29 tunatiki